Hapo ukopoa kabisa wewe mtazamaji wa Dani Movie Recap, na leo hii nakusogezea huu mzigo ambao unaitwa Mufasa. Najua wengi mnaofahamu, lakini kwa wasiofahamu pia ni vizuri, ili mradi uweze kufahamu mzigo huu pamoja nami. Mzigo unaanzia katika kipindi ambacho Simba ndio amekuwa mtawala wa wanyama wote mwituni. Wakati huo alikuwa na binti yake anaitwa Kiera, na alikuwa anategemea sana kumpokea kijana wake kutoka tumboni mwa mke wake kwa habari zile njema, Simba aliwatangazia wanyama wengine wote juu ya habari hizo. Ili kutimiza ndoto za marehemu baba yake katika kupata mrithi, Simba aliungana na Nola matembezini na kumhifadhi sehemu ambayo itakuwa salama kwake kujifungua. Kisha Nola anaondoka zake. Kabla hajaenda, anamwomba Timan na Komba wamtazame sana Kiera, na aliwaonya wawe na busara sana na tabia njema, kamwe wasimtishe Kiera kwa hadithi zao. Kutokana na urafiki wao mzuri, Simba alimuonyesha Kiera kwa yupo katika mikono salama kabisa, na hata kama akiondoka, basi yeye atakuwa salama. Baada ya Simba kuondoka, Kiera alijiona yuko mpweke sana, radikali zinapiga na walimwacha Kiera wakiendelea kuimba nyimbo zao za ajabu, huku Timani akisema hayuko tayari juu ya ulinzi wake kwa Kiera wakiwa pale na Kiera. Kiera anamwona rafiki na haraka anamkimbilia rafiki. Alimpa ujasiri na kujiona shupavu, huku Timani na Nakomba wakiwa na jazba juu ya simulizi za rafiki. Rafiki hakusita kabisa kumfanya Kiera awe jasiri mbele ya wale wote wanaomtesa kwa kumwelezea historia ya marehemu babu yake Mufasa. Mufasa alizaliwa katika eneo dogo na wazazi wake Masigo na Afia katika eneo fulani hivi huko milimani. Kutokana na matatizo na changamoto za kiutawala, Masigo na Afya bado walijipa tumaini na kumwelezea Mufasa juu ya eneo fulani hivi inaitwa Milele, eneo zuri lenye afya lililojawa na ustawi wa vyakula, vinywaji, maji tiririka na wanyama wengi. Walimwaahidi kuwa hatima yao itakuwepo huko Milele. Siku hiyo, baada ya kusubiri sana, mawingu yaliachia na mvua ikanyesha na kufanya ustawi wa viumbe na majani kuimarika kwa furaha. Mtoto Mufasa aliona maajabu baada ya kuona mvua kwa mara ya kwanza ikinyesha na alifurahia sana. Wanyama wote walikusanyika kwa furaha kunywa maji na kusherekea maajabu hayo. Hafla matarajio yao wanakuja kuwa huzuni yao, baada ya mvua wa kuzidi kiwango na kuleta mafuriko, hali iliyopelekea ardhi kujigawa na vifo vya wanyama wengi sana. Masigo alijitahidi sana kumwokoa Mufasa, lakini hofu yao kubwa ilikuwa ni kumpoteza kijana wao na kutengana nao kutokana na mvua kali iliyokuwa ikinyesha wakati huo lakini pia muda huo hawakuweza kumfikia afia ambaye alikuwa ng'ambo kidogo na wao. Hafla Mofasa anachotwa na, na kutupwa katika eneo tofauti kabisa. Akiwa majini alijitahidi sana kupambana na akaibuka, lakini alistaajabu kukuta amezungukwa na maji na hana msaada. Maji yale yanamsukuma mpaka mtoni akiwa peke yake na mwenye kuogopa, mara anatokea taka, na sauti ile ilifanya Mofasa ajawe na ujasiri mno. Haraka Mofasa anaelekea ufukweni, huku kundi la mamba likimfuata. Mara anakuja simba jike na kumsaidia. Taka alimfurahia sana Mofasa ila Ashes alimfokea taka kwa kutokuwa makini. Ashes alimsema Mufasa pia kwa kucheza karibu na eneo la hatari. Ashes alimpokea vizuri sana Mufasa, na kwa pamoja wakarudi wote hadi kambini. Baada ya kujielezea kuwa amepotea, Ashe nataka wakamleta Mufasa nyumbani, lakini mfalme wa hapo hakupenda ugeni ule, hivyo alifoka sana. Mufasa alijitambulisha na mfalme akaweka mashindano ya mbio, na kama mmoja akishinda, basi ataweza kukaa pale. Mbio zile zilikuwa ni baina ya Taka na Mufasa, haikuwa kawaida hata kidogo, lakini Mufasa alipitia vikwazo vya kila aina, huku mfalme akiutamani ushindi kutoka kwa Taka kama mrithi mpya wa ufalme wake. Taka aliona jinsi Mufasa alivyojitahidi sana kupambana ili mradi aweze kuishi na wao. Taka alitamani kaka siku zote, hivyo akamwomba Mufasa awe kaka yake. Mfalme hakupenda kuona Taka ameshindwa, lakini Mufasa aliwekiwa mipaka katika eneo lile. Maisha yalisonga na umri ukaenda sana, hatimaye Mufasa na Taka ni wakubwa na udugu wao ukawa imara sana. Wakati huo walikuwa wakishirikiana katika hali zote. Hata hivyo, bado mfalme alikasirika sana na hakuwahi hata siku moja kumkubali Mufasa kwani aliona anaweza kumchukulia Taka nafasi yake. Kutokana na hayo malkia Ashei alionyesha sana ukarimu wake kwa Mufasa ambaye matumaini yake makubwa ni kuungana na familia yake ya zamani. Ashei alimpa moyo na kutaka avumilie, ipo siku ataungana na familia yake. Turudi huku sasa, Tamani na Komba wakaingilia kati na kuimba wimbo wao wa hakuna matata. Kiera haraka akawanyamazisha huku akihitaji utulivu wao ili mradi aweze kumalizia simulizi anayopewa na rafiki. Baadaye siku hiyo, Ashei alimfundisha Mufasa jinsi ya kuwinda. Wakiwa pale hafla, wanavamiwa na simba wawili weupe wa na kuwashambulia, lakini Mufasa alisimama imara sana kuweza kushinda vita ile. Mufasa alimuua simba mmoja aliyetaka kumgusa Ashei ama kumdhuru. Kwa uoga wao, haraka wakaondoka zao. Ashei alisifia sana ujasiri wa Mufasa na alimwambia mfalme kama asingekuwa Mufasa basi angeuawa. Mfalme alishukuru sana japo hakupenda sifa zile kwa Mufasa. Upande wa pili, simba weupe wamerudi na huzuni, huku wakitangaza vita na Mufasa yule muuaji wa ndugu yao. Wale waliotoka kuwashambulia Ashi na Mufasa waliadhibiwa kwa kutokuwa makini na kusababisha kifo cha mwenzao. Opasi yule mfalme akawa na hofu ya kushambuliwa maana simba weupe amepoteza mrithi wao sababu ya Mufasa. Opasi anapata taarifa ya ujio wa maadui zake na haraka sana anaagiza Taka aondoke na Mufasa mbali kabisa, ili kupisha machafuko na kumlinda kama mrithi ajaye. Opasi aliamini kuwa hiyo ndiyo njia pekee ya kumlinda Taka. baada ya kuagana na Taka, na Mufasa wakaondoka zao mbali, na turudi huku kwa sasa. tama ninakomba kutokana na uzito wa simulizi, wakaomba wapumzike walau kidogo, kisha simulizi inaendelea ufalmeni huku wamevamiwa na wale simba weupe waliwatambia na kuwakusanya pamoja, kisha wakachukua ufalme kwa nguvu kutoka kwa upasi na kumkanya asije akajiona mjanja. Upande wa pili, Taka na Mufasa wamefika mbali sana na Taka alijikuta anakata tamaa na kuona endelee tu na maisha yake, huku Mufasa akiendelea kumpa moyo Taka. Kwa sasa huku Kiera kwa huzuni, alibaki anatamani kujua zaidi juu ya kile ambacho kiliweza kutokea. Huko Mufasa anataka licha ya kukimbia na kufika mbali zaidi, lakini bado waliendelea kufuatiliwa na simba weupe. Wa Walikimbia kwa ujasiri mpaka kwenye korongo. Mufasa akashauri waruke ila Taka aliogopa. Hivyo Mufasa akaanguka naye majini na haraka wakawa anajitahidi kuepuka mamba waliokuwepo katika mto huo. Na kujuu simba mweupe mmoja naye akawafuata majini, lakini aliishia kuzama kwenye meno ya mamba. So hivyo tu. Mpaka lile tawi la mti uliokuwa melegemea likavunjika na kujikuta anazama. Kiera aliona kama hakuna atakayeweza kutoka pale akiwa yuko hai. Simulizi inaendelea. Mufasa na Taka walifanikiwa kutoka majini na usiku ukawa mkubwa sana kwao. Wakiwa wanachinja mbuga, wanakutana na Sarabi ambaye aliwaambia hata yeye pia hana familia na ni mwanga kwa sababu waliuliwa wote katika familia yake na kubaki yeye peke yake. Sarabi alikuwa na ndege wake aliyempa kampani, alikuwa anaitwa Zuzu. Mufasa anamwambia Sarabi anatafuta eneo linaloitwa Milele, lakini Taka alishauri watafute kwanza chakula kabla ya hilo eneo. Sarabi alionyesha kukubali kuongozana nao na kikundi kikawa kikubwa. Siku moja jamii ya kina Rafiki ilipata tabu, hivyo hali ilipelekea huzuni kutanda na amani kutoweka. Rafiki alikutana na simba wawili wenye njaa sana, Mufasa na Taka Rafiki aliwakanya kuwa hawatapata chochote kile kama watamdhuru. Mufasa aliuliza kuhusu eneo hilo la Milele na Rafiki akawa tayari kusaidia, hivyo Taka na Mufasa wakakubali kumsikiliza, huku wakiamini watafika eneo zuri kabisa la Milele. Komba alicheka kuona Rafiki ni sehemu ya stori, ila Rafiki alielezea kuwa simulizi hiyo haiwezi kukamilika bila yeye. Wakati huo, Kiera alijihisi upweke sana baada ya kuona ukimya wa muda mrefu. Turudi kwenye simulizi. Mufasa alisumbuliwa sana na ndoto kuhusiana na wazazi wake, na rafiki alijitambulisha kama mfasiri wa ndoto na akamwelezea Mufasa kuwa ana mengi kuliko anavyodhani. Waliongea mambo mengi sana, lakini maongezi yao yaliharibiwa na Zuzu alipokuja kuwataarifa kuwa tayari kumeshakucha. Asubuhi Rafiki anamwambia Mufasa achague kufuata ndoto yake yenye maelekezo kutoka kwa wazazi wake au apuuzie tu. Mufasa anachagua kufuata maelekezo na washauri wenzie waende mabondeni. Sarabi hakuonyesha kukubaliana na maamuzi yake. Akiwa pale Mufasa akahisi hatari mbele yao, na baada ya kuchunguza Sarabi akakubaliana na Mufasa na kuendelea na safari. Wakiwa safarini walisimulia na historia zao ili mradi kuweza kufahamiana, na kila mmoja akajikuta anazoeana na wenzie, waliimba na kucheza na kufurahi wa pili, maadui wako karibu zaidi. Huku Taka akionyesha kumpenda Sarabi na akaomba ushauri kwa Mufasa, Mufasa alishauri aulize na atumie maua mazuri, ili mradi kumpata Sarabi. Taka alipata nafasi ya kujieleza kwa Sarabi na Sarabi alionyesha kuvutiwa sana. Wakiwa njiani, wanakutana na msafara mkubwa wa wanyama wakihama kutoka sehemu sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Mufasa haraka sana akapata wazo la kuomba msaada kwa tembo. Sarabi akatumia mzinga wa nyuki kupata usikivu wao, lakini anaishia kuingia matatizoni. Haraka, Mufasa anamsaidia Sarabi na rafiki anagundua kuwa amewafikisha kina Mufasa eneo la mbali kabisa tofauti, yaani kama vile tayari wanakaribia eneo la milele. Rafiki alimtibu Sarabi na Mufasa alimsema sana Sarabi kwa kupoteza umakini. Rafiki anaingilia na kufanya mambo yawe sawa. Anasogea Taka na kumshukuru Mufasaa kwa kumwokoa wa mpenzi wake. Huko mpango ukiyo ni kisasi. Kiera alipenda ushujao wa Rafiki katika simulizi. Huko Komba na Taman wakajikuta wanajinatangata tu. Rafiki akawafikisha Mufasaa, Taka na Sarabi katika eneo hilo la milele. Mufasaa aliendelea kuteswa na ndoto kiasi cha kuomba msaada kwa Rafiki. Rafiki alimuelezea kuwa anahisi milele ipo kweli kwa ajili yao na wanatumaini kwa yale yanayoonekana basi yatakuwa yako sawa kama Mufasaa anavyaoona. Wakiwa safarini, Mufasaa anawaomba Zuzu afute nyayo zao kwa kutumia mabawa yake ili mradi maadui wasiweze kuelewa wapi ambapo wao wameelekea. Zuzu anaona tabu, japokuwa alifanya hivyo, huku maadui wakashindwa kabisa kupata nyayo za kina Mufasa. Sarabi akaanza kusifia ushujaa wa Mufasa, hali iliyompa mashaka Taka, akidhani atampoteza Sarabi wake. Mufasa pia alionyesha kumpenda, lakini aliheshimu upendo wa Taka kwa Sarabi. Sarabi alivutiwa na Mufasa na kujikuta anaelezea hisia zake. Mufasa japo alikataa, lakini ya matamshi yake yalizungumza mengi kuliko hata walisikia. Wakiwa juu, Taka alishuhudia kila kitu na kujiona mpweke baada ya mpenzi wake aliyetamani kuwa kwake ndio anapendwa na Mufasa, yani kaka yake. Mufasa uso kwa uso na Taka na anamuelezea kuhusu upendo wake kwa Sarabi. Taka kwa kuumizwa na Sarabi na Mufasa anaamua kuwasaliti na kuungana na maadui zao wale simba weupe. Taka alipanga nao mambo mengi sana na akakubali kuwapa ushirikiano ili waweze kumuua Mufasa yeye ampate Sarabi. Taka amerudi anajifanya ametoka kuwinda na Mufasa alijaribu kuomba msamaha, ila Taka alizuia akidai kuwa wao ni ndugu na hawawezi kugombana hata mara moja. Rafiki akaelezea ni muda wa kuendelea na safari ili waweze kufika milele penyewe panaposifika kwa uoto na maji na wanyama wengi, lakini wakati huo... Taka alikuwa akiweka alama katika kila eneo ambalo walikuwa wanapita. Mara Rafiki akakaa kimya. Ule ukimya wa Rafiki uliwajaza watu wengi hofu, maana walibaki wanajiuliza nini kiliendelea baada ya pale. Hatimaye wamefika milele eneo lililo na baraka tele. Kila mtu alifurahi sana mandhari ya pale. Lakini Taka pekee hakutaka hata kusogea. Alibaki akimtazama Mufasa kwa hasira. Rafiki haraka na ukimbilia ya mti ambao waliahidiana na ndugu yake kuwa watakutana hapo siku nyingi zilizopita. Alishangaa sana kumwona Mufasa pale na akajiuliza kama Mufasa ndiyo kaka yake. Baada ya muda, wavamizi wamefika na wanyama wote walistaajabu kuona ugeni wa simba weupe. Wa kiongozi wao aliwaonya kuwa ana ugomvi na Mufasa pekee, hivyo asiingilie. Mufasa akawa mbia rafiki amsubiri kwenye mti wa ajabu huku akifanya maombi. Mufasa akawafata na akagundua kuwa Taka amemsaliti na alimwacha pambane mwenyewe. Mufasa japo alikuwa peke yake, lakini aliweza kuwashinda baadhi yao. Anakuja Sarabi akiwa na kundi la simba kwa ajili ya msaada, lakini Mufasa anamwambia wajilinde wao wenyewe, yeye atapambana. Kisha akaamuru wanyama wote waungane na wapambane kwa pamoja, sababu leo kwake kesho itakuwa kwao, naye pia hatapambana kwa ajili yao. Baada ya kupata signal kutoka kwa rafiki, wanyama walianza kupambana na kuwatimua baadhi ya maadui zao wakati huo, kera na dada zake wakamshinda nguvu Mufasa na kumdumbukiza shimoni, huku taka akitazama. Kera hakuridhika kabisa na alitaka ammalize Mufasa. Mapigano yalikuwa makali sana, huku taka akishuhudia. Akiwa pale, anakumbuka undugu wao na umoja wao, anajikuta anapambana pamoja na ndugu yake. Yaani kera anajikuta yuko mwenyewe, maana taka na Mufasa waliungana tena na kupambana naye Nje Sarabi na wengine wakaokoa maisha yao. Rafiki anastaajabishwa na utabiri anauona. Muda huo huo mlima unashuka chini na hatari kwa Mufasa. Jiwe linapasuka ardhini na kumzamisha Mufasa na Kera. Sarabi alishuhudia Kera alivyojaribu kumuua Mufasa. Katika kuhangaika, jiwe linaanguka na kumpa nafasi Mufasa ya kumtelekeza nalo Kera na kuwa chanzo cha kifo chake. Mufasa anafanikiwa kupanda juu, lakini Taka alijawa na hofu na wivu, huku akitamani kumwacha, lakini aliamua kumsaidia kama ndugu yake. Baada ya pale, Sarabi na Mufasa wanakutana tena kwa furaha na kuungana na wanyama wengine. Kila mmoja alimuita mfalme, lakini Mufasa alikataa. Rafiki alimsihi ndugu yake akubali cheo kile na waongoze. Hatimaye Mufasa anakutana na mama yake waliopotezana kwa muda mrefu mno na walifurahi sana kuonana. Wakati huo Taka naye aliomba msamaha na alikataa kuitwa Taka tena, aliona kama vile amekosea mno na na na na amekuwa msaliti na hastahili kuwa na utambulisho huo, hivyo Taka akaamua kujipa jina la Saa yani nyota na kutazama angani, huku sasa kwa Kiera amejikuta anazidi kuwa jasiri na kutamani kuonana na baba yake, huku Timani na Komba wakitoa pongezi kwa Rafiki kwa hadithi nzuri. Rafiki alimwambia ushujaa na udhubutu wa mufasa unatembea katika mifupa yake. Baadaye kiera anaungana na familia yake, mama na baba yake Simba pamoja na mdogo wake. Kiera aliahidi atasimulia na kumrithisha mdogo wake simulizi nzuri ya ushujaa wa babu yao Mufasa. Mzigo unaishia hapo, tukutane next time, ciao.